Kwa wale ambao ni watoto wadogo au labda hamkusomea hamkusoma Tanzania, so labda hamjui historia yenu. Tanzania inaheshimika Afrika nzima, inaheshimika Afrika nzima. Sisi tunajulikana kama nchi ambayo kipindi cha nyuma sisi ndo tulikuwa tuna protect, sisi ndo tulikuwa tunawakumbatia na kuwasaidia na kuwalinda wanaharakati wa nchi zingine. Sisi ndio tulikuwa tunajulikana nchi ya haki inayosaidia hata nchi, nchi zingine za Afrika kupigania haki. Tanzania, ime, ime ingilia, Tanzania imeingilia mambo ya nchi ngapi Afrika wakati hizo nchi zinapigania haki? Tanzania imeingilia nchi ngapi? Leo Samia anasema wasituingilie eh? Leo Tanzania imekuwa nchi ambayo ndio inakamata wanaharakati hapo sasa. Ndo Tanzania mjue CCM ina hali mbaya kiasi gani. CCM hii hii enzi ya Nyerere ndo ilikuwa inakumbatia wanaharakati wa nchi zingine za Afrika inawaficha inawasaidia, eh? Leo Tanzania ndio inatimua wanaharakati mpaka hapo. Watanzania ndio mjue CCM is no longer that. Sasa hivi CCM ni majangili tu. Ah, sasa hivi ni makaburu weusi. Alafu sikilizani vizuri, ile speech anawapa, anawapa vyombo vya usalama go ahead to do anything, tusi tusiruhusu, tusitoe nafasi hiyo statement kubwa sana sababu, hajasema fateni haki no, anaambia tu msiruhusu, msitoe nafasi. Hiyo kutoruhusu, kutokutoa nafasi tayari anatoa go ahead, kama ikibidi kuwateka watekeni, wale ikibidi kuwa ua uweni, lakini msitoe nafasi. you know but you know what, siku yao inakuja, inakuja kwa ufisadi wanaofanya wana mabilioni na mabilioni ya kununua viwanja. Haja address haja address hiyo issue, kakimbilia kwenye amani, afu ni kitu ambacho yani hata mimi mwenyewe nilishakijua. Yaani hiyo ndio response iliyobaki kwa CCM na kwa serikali ya Tanzania kwa kila kitu ni amani amani. Yaani wanatupichia amani ili sisi tutulie wao waendelee kula nchi amani. Ndio kitu pekee sasa hivi ambacho kina wawezesha CCM kuendelea kufanya ufisadi, kuendelea kufanya chochote wanachokitaka, ni kuwaambia wananchi amani. Sasa, let me tell you something. Sikuwahi kuwaza kwenye maisha yangu nitakuja kusema Tanzania ina rais mbovu zaidi ya Magufuli sikuwahi kuwaza but today, I will say Samia ni mbovu, ni mbaya zaidi ya Magufuli. Enda utei, ndakupa sababu why? Kama mnakumbuka kama nyinyi wa Tanzania mnakumbuka kitu ambacho mimi nilikichukia kwa Magufuli, haikuwa sijui utendaji kazi, haikuwa sijui vitu vidogo vidogo, ilikuwa ni ukatili, ilikuwa ni ukatili wake kwa watu wanaompinga na wapinzani. Hiyo ndio ilikuwa ishu yangu kwa Magufuli kama mnakumbuka, hiyo ndo issue nilikuwa nampiga Magufuli every time, lakini kuna vitu Magufuli alifanya ambacho hakuna rais Tanzania aliweza kukifanya, na hicho kitu ilikuwa ni kuondoa rushwa au kuipunguza, um, kuipunguza kwa yani sehemu kubwa, kuondoa ufisadi au kuupunguza kwa sehemu kubwa eh, au um, kuleta kuleta ile woga viongozi and stuff, kitu ambacho akiweza kufanyika sasa. Samia anaendeleza ule ukatili wa Magufuli, anauendeleza na ka u -up a notch, kauongeza ule ukatili wa Magufuli. Alafu rushwa imerudi, ufisadi umerudi, yani ule ushenzi wote ambao watu, watu waliuchukia kipindi cha JK umerudi full force, alafu bado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 Waliofanya matukio ya kibao waliomteka na kumuua kibao, hawatokaa wapatikane, hawatokaa wakamatwa wai, kwa sababu hawatokaa. Nawaambieni leo hii, hawatokaa washikwe, hawatokaa wafanya chochote, na kawatuma. Kwa nini? Ile ilikuwa ni message anawatumia upinzani, anawatumia kina Mboe, anawatumia kina Lema, anawatumia kina Mnyika, anawatumia kina Sugu kwamba watoroke uh, uh tena nchini, wamwachie uh, nchi ile. Ndio ilikuwa message yake kwao wa. You want to know why, hili halitokuwa tukio la mwisho, kama hawa hawataondoka kama upinzani hawataokimbia na kumwachia Samia nchi lile tukio lilitokuwa la mwisho kwa watu wa upinzani. Nini hiyo unasikia nasikia Tanzania wamefanyia wa Kenya do you know who Martha Karua is our iron lady do you know who Martha Karua is an international lawyer free to enter any court to fight for diplomacy hmm? Alafu muko hapa munajaribu kutupima akili. Anyway, watanzania you without Kenyans you are nothing. Literally, wacheni tu tuambie ukweli. Kenyans we have literally boosted your bongo music. Oh, natumia kizungu, sema gani kumbusha. Watanzania wacheni na wachaneni na wa Kenya kabisa. Leave Kenyans alone because you can start a battle that you'll never win. Yeah, tell Samia Suluhu to stick on her lane because sisi tunawapenda kama watanzania hatutaki kukoseana heshima. Are we together, Tanzanians? So leave Kenyans alone. because hi battle mnataka kuanza hamuta ibaliza. You'll not, you'll not. We, you know us, you know us better ya wacha nitumie simple kakizungu ndio mtaelewa because kiswahili saa zingine tashtiti hey, hey. anyway, that is it. musitu jaribu. Leave Martha Karua alone. She's allowed to work anywhere. That's her profession. Anyway, aluta, aluta. Muchunge, muchunge AI ya Samia isitembe. Muchunge at Mwalimu Nyerere International Airport, Dar es Salaam, yes. where the three of us have been detained awaiting deportation. We thought that as citizens of Jumuiya we were free, but not yet Uhuru, mm -hmm. the great Mwalimu Nyerere, who welcomed all people, the oppressed of Africa. This is not what he must have envisaged that we can be detained here the common thread among us we are guests of East Africa Law Society and there is fear in this government of our dear mama Suluhu about people who may be interested in the politically motivated cases against Tundu Lissu. Aluta, continua. Aluta, Aluta continua. <laughs> Wewe kama ni Mtanzania naomba msikize kwa makini, sijui kama Kiswahili mnaelewa, maana hata hicho Kiswahili chenu nyinyi wa Tanzania ni cha kutilia mashaka sana. Kama nyinyi mumeshindwa kumsaidia Tundulisu, kama mmeshindwa kumtetea Tundulisu ambaye amekuwa akipigania nyinyi wananchi amekuwa kama opposition leader, wacha nitumie kizungu mseme pia mkijui nyinyi wa Tanzania. Tundulisu ndio huyo, mmeshindwa kumsaidia, mumekaa sijui na mnakula ile chakula yenu mnaita ubwabwa sijui munaita matembele. Kwa taarifa yenu, sio kila nchi, sio kila raia nwakukaa na kutulia. Mumeshindwa kumsaidia Tundulisu, sisi ma, Matha Karua hatutamwacha teseke Tanzania. Mumeshindwa na kusaidia mtu wenu wa kwetu, mwacheni, hamwezi angaisha Tundulisu na mrudi tena mnamwangaisha Mathakarua. Nyinyi ni kina nani wa Tanzania? Kwanza Tanzania ni nini? Wewe ambaye unajiita Mtanzania, mnajiita sijui demokrasia sijui chama ch cha vitu gani? Ehe. Nyinyi ni wa wapi kwenye Afrika? Mko wapi nyinyi Tanzania? Where are you exactly? Point of location of Tanzania, where is it? Matha Karua amekuja kusikiza kuwasaidia mtu wenu, mnarudi mnaingia kwenye mitandao Oh, Mkenya Oh, yule kafanya nini? Aliyewaambia tunahitaji viswahili ni nani aliyewambia sisi wa Kenya tunahitaji kusaidiwa ni nani? Kama nyinyi wenyewe mumeshindwa kumsaidia Tundulisu wa Tanzania, mmekara mstarehe mwadondoa mchele mkidondoa sijui ma, mavitu gani, mtu wenu anatesekea jela, mnatarajia sisi wa Kenya tukae tuangalie Matakarua mkimnyanyasa Tanzania wa Tanzania Nyinyi wa Tanzania mkikuja hapa kwetu Kenya mna karamstarehe, tunawaona, hatuna habari na nyinyi, hatuwa chokozi, hatuwa gusi, hatuna ubaya na nyinyi. Lakini mkenya tu akikanyaga Tanzania, fujo mnazianza pale Horohoro. Mchezo ni huo. Watanzania wanavuka vizuri, wanakuja hadi lunga lunga. Haya, mkenya tu avuke tu pale Hororo, basi ameenda pale sokoni, ile soko ya horohoro, mvita Haya njoa hapa na manga pia ni shida. Kwani nyinyi wa Tanzania ni watu gani eh? Yaani ukisha kula wali, ukisha ujua kukoroga hicho Kiswahili chenu cha ra ra ra ra, haijulikani ari iko wapi na eli iko wapi, kila kitu nyinyi ni mchanganyiko. Sasa mnaona kila kila mmoja anachanganyikiwa kama nyinyi wa Tanzania. Angalia mna, mnavyoongozwa, hata nyinyi wenyewe pia maisha yenu yanakaa kivyo hivyo mnafikiria sasa kila mmoja eh, atakaa kama nyinyi vile mnavyokaa. Swala la matakarua mwachane nalo. Matakarua ni Mkenya na ana haki kutembea mali popote, wacha hiyo Tanzania ambayo hata ina location kwenye mapo hatujui iko wapi. Matakarua na Mkenya yoyote ana haki kukanyaga mali popote, bora ni duniani. Mkenya na haki Watanzania wacha niwafundishe, mshike na mshikilie. Ninajaribu kuongea kiswahili ambacho mtaelewa, maanake nikiongea kizungu nyote mtashikwa na wazimu na mchanganyikiwe. Mkenya sikizeni, Mkenya mkimwona Mkenya mnafaa mumpigie magoti. Mkenya ana haki ya kukanyaga ardhi yoyote ambayo iko kwenye hii dunia. Kenya ndiyo capital city of the world mumeelewa ama bado mjaelewa? Tanzania hayo mengine sijui kuyaongea Kiswahili. Kwa hivyo, Martha Karua mumuheshimu. Hakuna ruhusa mtanzania mtanzania kuinua mdomo kuongelea swala la Martha Karua. Mtu amekuja kuwasaidia kutetea mtu wenu, nyinyi wenyewe mmekaa kwenye hiyo mikeka, na zile siu ni mikeka ama siu ni maboksi mmekalia hamuwezi hata kuinuka kutetea mtu wenu. Yule mtetezi anayekuja kwa kusaidia mtu wenu, pia mnamwingilia. E, kaja yeye kasema lili, Matha Karua ni Mkenya, msifikirie Matha Karua ni Mburundi, msifikirie Matha Karua ni Mnyarwanda. Wale ambao mkukua mnajua Kenya vizuri, nataka muendelee na hiyo topic.